Ni waombe vijana wenzangu, tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi mkuu. Kumekuwepo na upotoshaji mwingi sana ambao umekuwa ukifanyika, watu mbalimbali kupitia kwenye majukwaa yao ambayo wamepata nafasi ya kuyasemea, wamekuwa wakisema. Lakini sisi kama vijana tunajua, tumekuwa tumefika hapa tulipofika kwa sababu ya amani na jinsi ambavyo taifa letu limekuwa likitulia na tumefanikiwa kuyafanya yote haya kwa sababu ya amani na utulivu tulionao. Sasa tunapoelekea katika kipindi hiki cha uchaguzi ndio kipindi ambacho ni kigumu na kipindi cha hatari zaidi, kwa sababu kila mmoja ambaye anajua nini makusudi yake katika taifa hili ndio wakati ambao anafikiri ni sahihi wa yeye kupitisha ajenda yake na kufanya kile anachokitaka. Kumekuwa na upotoshaji mmoja ambao umekuwa ukiendelea. Mimi sitaki kusema sana huko kwa sababu ya shughuli inayoendelea. Lakini taifa letu lilikuwa taifa ambalo likiongozwa kwa misingi ya katiba. Tunatambua kila baada ya kipindi cha miaka mitano tunatakiwa kuingia katika uchaguzi wa kuwachagua viongozi ambao wao watakwenda kuisimamia serikali katika kutuletea maendeleo na kuendelea kusimamia shughuli mbalimbali. Mimi si mwelekezi nani mkampigie kura. Wakati ukifika, kila chama kitasema kinamleteni nani. Kwa sababu ninatokana na Chama cha Mapinduzi, ninaendelea kuwahakikishieni kuwa Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuhakikisha kinawapatieni viongozi bora ambao mnawahitaji na, na wanaotufaa kwa ajili ya kuendelea kusimamia yale ambayo tumeyakuta kwenye taifa letu na yale ambayo tunategemea na tunatarajia kuyapata yakaweze kufanyika kupitia wao. Kwa hiyo, wakati utakapofika viongozi watakokuwa wanatokana na Chama cha Mapinduzi, ninawaombeni tukawaunge mkono. Na sisi ambao tuko ndani kule kwenye vikao na tumepata nafasi ya kupiga zile kura za maoni za kuchagua ni wakina nani wakakiwakilishe chama, tumeendelea kupata miongozo na maelekezo kutoka kwa viongozi wetu. Yale mawazo yenu tunayasikia. Wakati nimekaa nimesikia ndugu yangu Mgisha amezungumza akimwombea Mheshimiwa mbunge kwamba Mwenyezi Mungu amsaidie, pengine kipindi kinachokuja kaweze kuwa yeye tena, kipindi cha 25 mpaka 30 kwenye risala mmezungumza viongozi hapa, nimewaona mimi. Niwahakikishieni kwa niaba ya vijana wenzangu wa Bukoba mjini, naendelea kusikiliza mawazo ya vijana na kujua ni nani wanayemtaka, ili nitakapoingia sasa kule kwenye vikao na mimi nikaweze kuwasilisha na kuwakilisha mawazo yenu. Lakini niwatoe hofu, kwa namna ambavyo tumekuwa tukishirikiana na kijana mwenzetu Steven Lujoka Byabato kwa namna ambavyo amekuwa mwepesi kama jina lake, kwa namna ambavyo amekuwa akionyesha ushirikiano na kuwa karibu na vijana wenzake, mimi binafsi na vijana wenzangu tutaendelea kuhakikisha tunampa ushirikiano katika kipindi chake mpaka anapomaliza uongozi wake, lakini pia tutaendelea kumpa ushirikiano mpaka kipindi cha uchaguzi na kuona kama Mwenyezi Mungu atampa tena ridhaa na heshima, basi Chama cha Mapinduzi kikaweze kumpendekeza na kumteua aweze kugombea tena kwa mara nyingine.